Leo tarehe 31, nimefika kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya wa Mheshimiwa wa Waziri wa Ujenzi, Abdallah Ulega, aliyoyafanya ziara tarehe 21, ndani ya mkoa wetu akitembelea barabara hii ya Amani Makoro Ruanda, lakini pia ujenzi wa daraja hili la Mto Mnywamaji. Nakumbuka maagizo aliyoyatoa wakati wamefika kwenye daraja hili ni kuhakikisha daraja la muda linalojengwa liwe limekamilika lakini pia alielekeza magari mazito yasipite kwenye daraja hili lililopo kwa sababu na lenyewe lilikuwa limeonyesha dalili za kukatika. Kwa hiyo mmoja ya maagizo aliniambia ndani ya siku saba nifanye ziara kuona utekelezaji wa maagizo yale, na ya ndio maana leo nimefika kuangalia utekelezaji. Nafarijika kwamba daraja la muda lililokuwa limekatika na linajengwa limefikia hatua za ukamilishwaji na kwa maelezo ya wataalamu, daraja hilo kesho litafunguliwa lile la muda, magari makubwa yataanza kupita hapo lakini baada ya hapo pia ili daraja ambalo lilikuwepo existing ambalo nalo lilionyesha dalili za kukatika litafungwa, ili matengenezo yafanyike kwenye daraja hilo, na wamenihakikishia kwamba ndani ya wiki moja watakapokuwa wameanza matumizi ya daraja hili la muda, hili nalo lingine ambalo ndio lilikuwa linatumika litaendelea kufanyiwa matengenezo. Lakini pia daraja lile ambalo litakuwa ndio la kudumu, utekelezaji wa kazi unaenda kwa kasi, ingawa ukamilikaji ake imeelezwa ni mpaka mwezi wa saba mwaka unaoanza kesho. Kwa hiyo tutoe tu rai kwa wakandarasi kuendelea kufanya kazi hiyo usiku na mchana, kuhakikisha mahala hapa hapajifungi, ili huduma za kijamii ziendelee, lakini pia huduma za kiuchumi ziendelee, ambako makaa ya mawe mengi yanatoka huku kwenda kwenda mjini. Kwa hiyo nimejiridhisha kwamba kazi zinaenda vizuri na kwa maana hiyo sina mashaka, eh, yale yote aliyoyaagiza yanaendelea kufanywa kazi vile vile hapa Mnywamaji imekuwa likitumika na wananchi sasa makampuni ya usafirishaji wa mkaa wa mawe, lakini lilipata changamoto na hivyo tukaelekezwa na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi tutengeneze daraja la mchepuo ili kuruhusu watu wa usafirishaji wa mkaa wa mawe waweze kuendelea nalo. Tumefikia katika hatua za ukamilishaji na hivi leo tutakamilisha na kesho litafunguliwa. Kwa hiyo, hii itaruhusu sasa watu wa mkaa wa mawe waendelee kufanya shughuli zao, na magari mengine makubwa ambayo yanafanya shughuli za kijamii pia yataendelea kutumia daraja hili. Yeah. Changamoto tunayopata sisi huku Rwanda ni miundombinu ya barabara hususani ili daraja limetu, limetupa shida sana na limetupa wakati mgumu kwa sasa, kwa wiki hizi mbili tatu tulizosimama kazi huku Rwanda, lakini serikali imetuwekea diversion ya muda na hiyo diversion inakaribia kuisha. Ombi letu sisi madereva huku Rwanda kupitia miundombinu ya barabara, serikali iongeze tu jitihada, waikague njia na sisi tuweze kupata furusa zingine.